Rais, sisi kule Kisesa tuna kudai na, wale wa, na, na maeneo mengine kote wanaosema wakudai zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Sasa pongezi, Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa, na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali hatuonani leo, ana kwa ana, nataka nizifikishe pongezi hizi kwako Mheshimiwa Rais. Mimi ni tofauti kidogo na viongozi wengine ambao wanazungumzia matumizi tu, mimi naamini kwamba matumizi ni matokeo ya mapato. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya maboresho, tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii, wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarobaini wa matatizo yote tuliyonayo. Mheshimiwa Rais, tumefanya jambo kubwa, watanzania watakukumbuka. Kwa hiyo tume yetu hii, matokeo ya hii tume yatakayopoletwa kwa wananchi na utekelezaji wake, tunajua fedha kwa ajili ya maendeleo katika nchi yetu zitaongezeka mapato yanayokusanywa leo mimi na hapa hapa Mpina, mapato yanayokusanywa leo na TRA hey, pamoja na taasisi zingine za serikali yataongezeka mara mbili au zaidi.